Hello, bwana Yesu asifiwe mpendwa katika Bwana. Majina yangu naitwa Bryan Frank. Siku ya leo nataka tujifunze jambo moja. Je, umewahi kujua kuwa ufalme wa Mungu si kwa watu wote? Mpendwa, najua katika njia ya uzima wa milele Kristo Yesu anasema katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa sita kwamba yeye ndiyo njia, kweli na uzima, na mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia yake, au kwa njia ya mimi, yani ya kwake Yesu Kristo. Sasa kama Yesu Kristo ndio njia kweli na uzima, hivyo kuna watu wengi sana ambao wanasikia imani au wanasikia hii imani ya Yesu Kristo na wanaingia wanaingia kwenye mfumo gani? Kwa sababu kwanza wanaingia kwa kujiradhimisha, kwa sababu wana manufaa yao ambao wanataka wayapate humo. Kumbuka kitu kimoja gol, au lengo kubwa la Yesu Kristo ni nini? Aliponya watu kwa sababu ya msingi sana, alifungua watu vipofu, wakoma aliwainua watu aliwainua watu kutoka chini, akawapatia tumaini kwa sababu ya kitu kimoja tu, waweze kuurithi uzima wa milele, ndio kusudi lote. Kwa hiyo kama watu wangekuwa ni wazima au watu wangekuwa na mtu akiwa ni mzima, au mtu mwingine atakawa ni dhaifu, lakini ule ule udhaifu wake haumkwazi kuurithi uzima wa milele anaweza unaweza ukabakia katika alio na ukaurithi uzima wa milele. Lakini mtu pia akiwa kama anawezekana ana, ana, labda yupo katika hali ya ugonjwa na ugonjwa ukawa ni kikwazo kwake kuurithi uzima wa milele, Kristo Yesu anafungua ili watu waamini. Anawezekana pia, si kwa ajili yako wewe, bali ni kwa ajili pia watu wengine, ili Mungu atukuzwe, kisha tukuzwe, watu wengi warudi na waweze kuurithi uzima wa milele. Alipokuwa akiponya watu wengine, alikuwa akiwaambia nenda usitende dhambi tena. Watu walipoona ajabu zile, wakashangaa, wakambatana naye, wakamfata. Sasa wakati wa kumfata huko, ndipo kosa la watu wengi sana huwa linafanyika. Ndio maana nasema kwamba uzima, uzima milele au ufalme wa mbinguni si kwa watu wote. Wakati ule uzima, wakati uzima milele umetangazwa kwa mwanadamu, wanadamu wengi sana, kila mtu huwa anaingia katika mfumo wa dini au kanisa, makanisa haya. Wakati ukiingia kwenye mfumo wa makanisa e, unakuta injili, wakati mtu anahubiriwa au wakati amepokea injili akati, wakati wakati yeye anaingia katika injili, alikuwa labda ana shida ya chakula, alikuwa labda ana shida ya mavazi, alikuwa labda ana shida ya ugonjwa, alikuwa labda ana shida ya mtoto, alikuwa labda ana shida ya mume au ana shida ya mke. Mwisho wa siku atakavyoingia mahali kule hivyo vitu ye ameingia katika njia ya uzima au njia ya uzima, lakini haendi uzimani, bali anahitaji asatisfy au aridhishe mwili wake. Hivyo huyo mtu wa namna hiyo, ufalme wa mbinguni kwake huwa hauandikwi, huwa hauandiki kwa, hau, hau, hau. kwa sababu gani? Sio taraja lake. Taraja yake ni kuponywa na kuondoka, taraja yake ni kufanya hivi na kuondoka. Ndio maana Yesu Kristo mahali pengine akamwambia wale wanafunzi walipo, akamwambia hivi, mmenifuata sio kwa sababu ya neno langu, bali kwa sababu niliwapa mikate mkala na kushiba. Kuhu, kuna watu wengine wanaenda kwa sababu kuna wamesikia huyu Yesu ni faraja, ni nini, ni comforter, anafanya hivi na hivi na hivi, so wanaenda kwenye mifumo ile, lakini goal lile, kusudi la Mungu kwa, kwa nini Yesu Kristo aje duniani hawalifanyi. Mpendwa katika Bwana. Najua utanielewa tu, ukienda kusoma katika kile kitabu cha Mathayo ishirini na mbili kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa kumi na nne hasa ule mstari wa kumi na wa kumi na kwanzia juu kule, Yesu Kristo alikuwa anatolea mfano wa mfalme alikuwa amemwandalia mwanae harusi. Sasa akawa amealika watu, amealika watu, wale watu wakakataa. Mwisho wa siku aliwafanyia kitu kibaya wale watu ambao wamekataa wame kwenda kwenye ule mwaliko. Lakini sasa akatuma watu waende katika njia panda na kukusanya watu wengine waje kwenye ile harusi. Walipofika muda wa karamu ile, sasa wakati wamekaa mahali pale, akaonekana mtu hana hana nguo za za harusi yaani amevaa vibaya ndani ya harusi mule mule, lakini hana nguo ya harusi. Alialikwa, alisikia injili, mtu huyo akaingia katika mifumo ya kanisa akakaa katika makanisa, lakini kusudi lake yeye halikuwa kwenye harusi, lilikuwa ni intention yake yeye kusatisfy ule mwili wake yeye lakini sio kusatisfy au kufanya ile harusi ya bwana wake iweze kupendeza. Hivyo alikuwa amevaa nguo zisizo za harusi, nguo chafu na baada ya hapo, maana yake aka, akaenda akamuuliza akamwambia, rafiki, uliingiaje humu na huna vazi la harusi? Yule mtu akabaki hana cha kusema. Akamwambia, mkamateni huyu mtu mfungeni, mkamtupe huko gizani, huko ndiko kutakuwa kwa kulia na kusaga meno. Kwa nini? Mtu huyo ameshaingia kabisa kwenye njia, lakini ile njia hakuikubali. Taraja lake sio wokovu, taraja yake ni ku, ni kusatisfy mahitaji yake yeye. Mwisho wa siku akafutwa, mpendwa katika Bwana. Basi kwa maana hiyo, kwa nini nasema ufalme wa mbinguni si kwa watu wote? Kwa nini nasema wokovu si kwa watu wote? Biblia inasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yohana tatu mstari wa kumi na sita. Mpendwa, kumbe kila mtu aaminie ndiyo hatapotea kwayo. Asiyeamini hawezi kuulizi uzima wa milele. Asiyeamini hawezi kuulisi uzima wa milele. Na imani yenyewe ni nini? Imani yenyewe ni hii, kumkiri Yesu Kristo kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfua katika wafu, utaokoka ukiamini. Ile prosesi nzima, yani kitendo cha kuja kufa na kufufuka, ndicho ambacho mwanadamu anatakiwa akishike vizuri. Kwa maana gani? Huko ndani kumejaa matendo yote. Alikuja kwa sababu gani? Aweze kutenda moja, mbili, tatu, nne, tano. Kwa nini alikufa? Ili aweze kutuokoa sisi Akalipia gharama hivyo, anasema katika Warumi 12 mstari wa kwanza: basi ndugu zangu, kwa huruma yake Mungu itoeni mili yenu kuwa dhabiu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Kutoa mwili wako kuwa dhabiu iliyo hai, takatifu, mpendo katika bwana. Na ni kuhakikisha unatenda kila jambo lolote jema, ni kuhakikisha unau unausurubisha una mwili wako, unabeba msalaba wako kila siku na kujikana, huku ukimfata Kristo. Kufufuka ni nini? Kufufuka maanake ni kubadilika kutoka zamani kuingia katika ule utukufu mpya. Manake Kristo, huu ni mchakato mzima ambao Kristo alitumika kama ishara kutuonesha namna gani ambavyo tutapita katika mambo haya yote mpaka ule unyakuo. Unavyotoka ni kubadilika kutoka katika hali fulani kwenda katika hali nyingine. Huyo ndiyo mtu mwenye imani, ndio mtu aaminie hata potea. Kwa mfumo huo basi Paulo anasemaje katika Warumi, Warumi, Warumi 1 mstari wa 16? Anasema hivi, sionei haya injili, kwa sababu kwa maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Wokovu unakuja kwa kila aminio, sio kwa watu wote, bali kwa anaye amini, Myahudi kwa kwa kwanza, lakini pia kwa Myunani pia. Ndicho ndio kusudi la injili lilipo hapa, mpendwa katika Bwana. Nitakupa mfano tena mwingine. Yesu Kristo akatoa mfano mwingine katika kile kitabu cha Mathayo 21, kuanzia kwanzia mstari wa 33 mpaka ule wa 46, lakini pia kitabu cha Marko 12, kwanzia mstari wa kwanza mpaka wa 14, mpendwa katika Bwana. Akatolea mfano wa mtu mmoja ambaye alikuwa na shamba lake, hilo shamba lake akawa na kusafiri, yule mtu ikabidi alipangisha lile shamba kwa wakulima, lakini alipoenda kutafuta mazao wale watu waliokuwa wakiwatuma walikuwa wakiwapiga na kuwadharirisha sana, wakiwapiga na kuwatupa, wakiwapiga na kuwatupa. Lakini mwisho wa siku, yule mtu ikabidi awatume watu waende, amtume mwanawe wa pekee aende kwenye ilo shamba, labda watamsikiliza wata. Lakini wale watu walipomwona yule mwana, wakasema tumuue mtu huyu ili urithi uwe wa kwetu. Yaani wale watu wakataka wajimilikishe wenyewe sasa ile dunia. Kumbuka tupo katika dunia hii, watu wote ambao tunatumika katika kuongoza watu wengine kwenye haki, ni Mungu ametupangishia, ametupatia authority katika kukontrol. Hivyo Mungu anahitaji matunda kwa wakati wake sana, anahitaji kufanya vitu kwa wakati wake sana. Kumbuke hii dunia ambayo tupo sisi, ni wasafiri katika dunia hii. Hivyo Mungu anahitaji matunda yake kwa wakati. Kuna wakati ambapo atakuja kuchukua matunda yake, hivyo akija kuchukua matunda yake akikuta umejimilikisha shamba lake unadhari, unafanya matunda yako wewe, yani unafanya matunda ya Mungu ni ya kwako wewe, unaenda katika njia hiyo, mwisho wa siku utapigwa na, ku, na, ku, na, ku, na kuangamizwa vibaya. Lakini yale matunda ukampatia mwanaye na ukamsikiliza mwanaye, maanake ukaamini ile njia, mwisho wa siku utaingia katika ulo tukufu wote wa Mungu. walipomuua wa yule mtu akawauliza mfano huo, Yesu akaambia hivi, je je, mwenye shamba atawafanya nini wakulima hao? wakamwambia atapiga na kuangamiza vibaya, na kuwapangisha wakulima wengine shamba hilo, ambao wataweza kumpatia mavuno kwa wakati wake ambao anauhitaji. Ndivyo Yesu akawaambia, Jiwe waliolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni, neno moja limetoka kwa Bwana, nalo hili ni ajabu machoni petu. Wapendwa katika Bwana. Neno lile likawa ajabu machoni pao kwa nini? Wakaanza kutaka waka, waka, waka kwazika mioyoni mwao, wakajua wanawasema wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu gani? Wameenda wanamkataa wanakataa njia ya Mungu, hawataki kuzaa matunda kwa sababu ya, ya tamaa zao wenyewe wamepangishiwa tu, dunia ni ya muda, lakini hawataki kuiachilia dunia. Wanataka wabakie katika wanataka wabakie katika mambo yao yale yale, waende katika njia zile zile, hivyo hawazai matunda kwa wakati. Anasema hivyo yeye, huyo atampangishia mwingine, ili aweze kuleta matunda kwa wakati, atampangishia mkulima mwingine, ili aweze kuleta matunda kwa wakati. Mpendwa, hakuna mwanadamu ambaye ataingia mbinguni isipokuwa ni yule ambaye aaminie si katika hali ya kutenda wala kufanya vitu fulani wala kutumika wala kuonekana wewe ni mchungaji wala ni wewe ni mwalimu wala wewe unafanya jambo fulani, bali ni kwa imani. Kumbuka, tunaokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, wala si kwa matendo, wala kwa kazi zetu. Mpendo katika Bwana. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Namuomba Mungu akujalie roho pia ya kuelewa somo hili inafundisha kitu gani. Na neema ya Mungu na kibali cha Mungu kiambatane nawe katika maisha yako. Natumaini video hii imekuwa ni ya baraka kwako. Na kama imekuwa ni ya baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine ili waweze kupata video hizi mara kwa mara pindi tunapozi upload. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe, nikutakie siku njema. Shalom, shalom.